Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wabarakatu. Kwa majina naitwa Ukti Mishu Juma Mboko, mimi ni mbunge wa eneo bunge la Likoni. Mwezi huu mtukufu wa Ramadhani ni mwezi wa kuchuma rehma pamoja na maghfira. Na nawakaribisha kuitazama Nikaha, tamthilia pendwa yenye vituko vingi, ubunifu na mafunzo tele. Tamthilia hii imeandaliwa na Ukoo film media film vijana wetu wa hapa hapa Likoni. Nasemaje? Nasemaje? Ramadhan karimu! <today> Usisahau kusubscribe na kucomment. <today>

Mwanangu, hali zako na mwezi wa Ramadhani unapoendelea na huu mwezi wa uonaje hali zake? Aii, namshukuru Mwenyezi Mungu naenda tu vizuri. mm -hmm. na, yapo na, kama unavyosema, mwezi wa toba watu wengi huchuma mazuri wakaishilia mali pazuri. Kuna wengine wao huchuma mabaya wakaishilia motoni, ni swala ambalo halipendezi. Ni kweli hayo nafahamu, na pia nashukuru kwa saa zako, ila sijajua kiini chawe kunisimamisha nini? Mwanangu, swala zima la mwezi Ramadhani nataka hali nzuri za mipangilio mbele ya nyumba, waishi na mke ambaye haujamuoa, zinaa ile, na zinaa kwa Mwenyezi Mungu ni dhambi kubwa, na ni swala ambalo litamwishilia mtu mahali ambapo sipo. Nakumbuka kuna saumu pale, funga yaendelea, funga ile itakuwa haifiki popote. <coughs> Mimi nilijua tu zunguka zunguka yako yote, mwisho wa siku utaingilia kwenye familia yangu. Hivi mzee Makame, na familia yangu wewe una nini, hmm? kama ni zina, nafanya mimi mwenyewe. Kama ni dhambi za kwangu, mimi mwenyewe. Wewe zina kuhusu nini mzee, zinakuhusu nini dhambi zangu? Alafu mtu akikutizama jinsi ulivyo juu mpaka chini Mzee mkubwa, uko busara kabisa, ni dini ambayo imebobea. Nafikiri unajua vitabu vya dini vinasema tusi- tusichunguzani, na mwisho wa siku bado saumu ni yake yeye mwenyewe. Wewe unapata wapi mamlaka kumwambia mtu kuwa funga zako wewe hazitofika mahali popote? Hai mzee, samahani mwanangu, sikutaka kuudhi, wala sikutaka kuhuilia na maisha yako na saa za kawaida ambazo mwanadamu humpa mwenzake. Kwa hivyo pole sana na samahani sana japo, zingatia yale ya sawa, maisha yaende vizuri. Sasa naomba unisikilize mzee, tena unisikilize kwa makini. Sitaki mazoea na wewe. Sitaki nini? Mazoea na wewe mzee, nitakuja kufanya kitu kibaya ambacho hutanisahau maisha

Akashike maiki, utangaze kama sijafunga. Maana umbea sana wewe. Yaani najisikia sijui nimfanyeje, yani sijui ni mteme moto naona na mwenyewe mbeba mifuko toka kunywa mazagazaga ukamfikia mkwewe. <laughs> mazagazaga gani maka haya, alafu nimpikie? <laughs> mimi mkwe wangu si atapikiwa na mwenyewe mazagazaga kama eh? Ah, mwenyewe mazagazaga watakamkia mvivu lazima. <laughs> ni mkomazi mwanangu ah. Hey. Yabidi mwanao mkomazi <laughs> ili amzengue mwanangu kwa mapishi, maana huyu mume sasa anapenda chapati. <laughs> mimi namonya huruma mwanao, dada, maana najua atamshwa sana neza usiku akandeunga eh, atietabaki na pia azichome bora. <laughs> hey, hey, oh. salama ah. Ah, nani ah? ah. Basi mfanye bibi muje mumchukue, la sivyo unampeana. Inshallah tutakuja kumchukua, si hatuja kaa kizembezembe. safari njema haya kwa heri Muhammad, sawa. Haya. Mama. sura wangu ujamomama amnambie ikwa napika. Wajua, kuna mambo sielewi, kwa sababu siku mbili tatu hizi imekuwa ni mtu wa kunikwepa sana. Hebu niambie shida nini? hmm, kwa hebu kuwa mwelewa basi, huu mwezi tofauti na miezi mingine, halafu mimi nimefunga, utaniharibia saumu. Funga? Funga funga ndo nini? Kwa hiyo ndo sababu na kufanya pako sijegea tu, sindio? Nasema sababu ni hiyo, naomba usifunge, kwa sababu mwenyewe pia ninakumisi. Hapana bibi, mimi nakupenda na nakuheshimu, lakini kwa hili siwezi. Mbona wezikukataza Jumapili kwenda kanisani? Sawa, kwa sababu sisi kwetu hatuna mambo mengi, basi itakuwa vizuri ukibaki na dini yako na mimi nikibaki na yangu, lakini mapenzi yetu yayo pale pale, sawa

Anauliza jusi jusi, sahizi hadi mida ya magharibi, alafu wena huko kwenye somo. Shanga wako umekupendeza sana, umeupata wapi huu mm? Nilifanya kuleta na mamangu toka Arabuni. Umenipendeza? Ndio, umekupendeza. Naweza ukanivulia nikauona vizuri v labda uangalie hapa hapa. Najua hiyo nilikuwa ninakuja kumulizia shiu, siwajua tena mide saa hii aenda nilikuwa hajaniachia pesa hivi. po Nasa. Nasa. Shem, kuna kitu nilikuwa naomba unisaidie. ilikuwa naomba uongee naye at least anipefia niende zangu nyumbani. So ajue saitin ni mwezi wa Ramadhani. Ni sio vizuri Sawa shemu, usijali, nimeongea naye. Asante ila anakuomba Muhammad, katika mazungumzo yenu, yaani hakikisha shemu afahamu lolote, maana siwajua tena, akijua ataweza kunifokea nami. Wasipende wala usiwe na wasiwasi kwa hilo, nishapita mwenda Madina nani nani